watu wanauawa bure kwa shamba. Nini nimesalia hapa Ang'ata? Tukipora na Moi, Moi akaenda, Kibaki akakuja, hakuna mtu alinisulia watu, Uhuru akakuja. Tunakuja pigwa risasi kwa shamba yetu. We have got titles na tulipewa na serikali. What government is this? Watu watano wamelala hapa. Wakina wanapigwa kwa shamba. What, what kind of government is this? Ruto sikia. Kuja Ang'ata utueleze kwa nini zinapigwa. Mtu kama Ang'ata, utueleze kwa nini watu wanapigwa.